Ya yeah, hujambo darasani. Leo tunaenda kujifunza kuhusu somo la English, na tutaenda kujifunza kwenye kitabu cha novel kinachoitwa Passed Like a Shadow, na kitabu hiki tutajifunza kwa lugha ya Kiswahili, ili kila mtu aweze kunielewa vizuri zaidi, wala ambao wanapata shida. Karibu, twende pamoja hmm. Sema leo tutaenda kujifunza uchambuzi wa kitabu cha novel kinachoitwa Passed Like a Shadow. Karibu sana, tuende pamoja katika uchambuzi wa kitabu hiki kwa lugha ya Kiswahili kabisa. Passed Like a Shadow ni novel ambayo imeandikwa na bwana Bernard Maparara na, na setting yake a, kitabu hiki au kiliandikwa katika mazingira au katika eneo la Uganda. Maana yake setting, maanayake mazingira ambapo event imeweza kufanyika ya kitabu hiki ni pale nchi ya Uganda. Lakini publishers ambao waliweza kuchapisha kitabu hiki hao wanaitwa DUP, kwa maana ya Dar es Salaam University. Na ilikuwa mwaka gani? ilikuwa mwaka 2006 ndo kiliweza kufanyiwa publish. Sasa nataka tufanye play kwanza ya kuona uh, e, summary kwa ufupi kwamba kilianza nini na kiliweza kuzungumzia nini kwa ufupi. Kwanza kabisa, awali ya yote, leo tutajifunza kuhusu chapta 1 peke yake, kwa maana chapta ya pili, ya tatu mpaka ya mwisho tutaziangalia siku nyingine. Kwa hiyo karibu sana, twende pamoja. Kitabu hiki cha Passed Like a Shadow kina a, awali kabisa kinazungumzia kuhusu a, e, janga la ukimwi kwa ufupi, kwamba kinazungumzia kuhusu asali za janga la ukimwi, kwamba, e, ukimwi kwamba ukimwi uliingia lini na ukimwi huu uliweza kusababisha madhara gani katika jamii za Kiafrika hususan hmm, nchi hiyo ambayo ilikuwa inazungumziwa na mwandishi wetu Bernard Maparara ambayo ni nchi ya Uganda. Kwanza, wahusika ni wakina nani wa kitabu hiki Mwandishi wetu Bernard Maparara aliweza au, ah, ku analyze aliweza kuzungumzia kwamba kuna baba mmoja ambaye alijulikana kwa jina la Mr. Adieri ambaye alifanikiwa kuwa mke mzuri kabisa aliitwa Amoti na watu hawa wawili waliweza kuishi kwa furaha na upendo, lakini baadaye Mungu aliweza kuwajalia wakapata watoto wawili, mmoja e, wa kiume aliitwa Atuki na mwingine aliweza kuitwa Abuki, yule binti wa kike. Sasa unaweza ukaenda na mimi kwamba tayari hapo tumepata familia ya watu wanne. Na huyu Mr. Adieli ambaye alikuwa ndo baba wa familia ambaye kazungumziwa hapa kwenye kitabu cha Passed Like a Shadow, huyu alikuwa na nyasifa gani? Niasfa ya huyu bwana alikuwa ni headmaster. Aliajiriwa katika shule moja inaitwa St. Leo's High School. Kwa hiyo alikuwa anafanya kazi kama headmaster pale, na maisha yalikuwa ni mazuri na yaliendelea vizuri. Na huyu baba alifanya kazi vizuri kabisa tena kwa hofu nzuri kabisa ya Mwenyezi Mungu maana yake hakujihusisha na mambo yote mabaya. Alifanya kazi asubuhi na muda wa kurudi nyumbani alirudi kwa wakati kama ilivyo tatu ilivyo ilivyo ratiba ya muda wake. Lakini sasa kwa nini mwandishi huyu aliweza kutuandikia historia uh, kwamba panapo nafasi, the way unavyopanda juu uh, katika ngazi yeyote ya maendeleo ndivyo unavyopata uh, majaribu. Sasa janga lilianzia pale ambapo Mr. Adieli alipopata msaidizi mm, pale ofisini ambaye aliitwa binti wa secretary maanake alipata secretary pale ofisini aliyejulikana kwa jina la Birungi. Kwa hiyo kama unanifatilia vizuri pale sasa tumekuwa na wahusika e, takribani sasa watano. Tumezungumzia kuhusu Mr. Adieli, tumezungumzia kuhusu mke wake Amoti, na vilevile tumeona watoto wawili ambaye ni Atuki huyu ni kijana wa kiume ni mtoto wa mzee, pamoja na Abuki, huyu naye ni binti. Na vilevile pia sasa tumeona kwamba kule kazini ambako huyu baba alikuwa anafanya kazi amepata uh, mfanyakazi mwingine ambaye ni secretary, alikuwa anaitwa Birungi. Twende pamoja uh, taratibu, kitabu hiki utakielewa vizuri kabisa bila shida. Sasa basi katika uh, ile pitapita pita, huyu uh, baba alijibehave vizuri na alimheshimu kama mfanyakazi wake, kama ni mtu ambaye amemwajiri pale kama uh, uh, mfanyakazi wa pale shuleni huyu Bilungi. Na siku moja huyu Bilungi eh, alikuwa hajaolewa huyu mama alikuwa hajaolewa, alikuwa single mother kwa lugha ya kisasa, na alianza kutafuta namna ya kumtrap, kwa maana alijua kwamba uh, ili aweze kupata fedha za headmaster lazima aweze kufanya njia za na namna moja ama nyingine ili aweze ku, e, aweze, e, aweze ku- awezeaweze kumshika vizuri, lakini kilichotokea ni kwamba e, Birungi alianza kutumia njia za ushawishi ili kuweza kumshawishi huyo headmaster na mwisho wa siku huyu baba aliweza kuingia kwenye mtego wa huyu Birungi na hatimaye Birungi akawa nyumba ndogo, maana yake akawa mchepuko. Sasa pale, kama unanifuatilia vizuri, katika uchambuzi wa dhamira pass tunge, tutaona kwamba the way anavyotoka katika ndoa yake na kwenda kwenye mchepuko, tunapata uh, humanizer is, uh, kama dhamira yetu ambayo tuta uh, kwenye semantic analysis. sasa nini kinachotokea sasa? Baadaye ilichotokea ni kwamba huyu uh, mzee huyu, uh, mama ambaye ni ni Birungi. Sasa aliweza kumshawishi huyu mzee akawa ameanza kusahau familia yake na kuanza kujikita zaidi katika upande uh, wa nyumba ndogo kwa maana ya Birungi, na huku ambaye ni mama wa familia e, alikuwa na hoji kwamba kwa nini leo mzee umeanza kuja tofauti na uh, na siku zote ambazo tumekuzoea, lakini huyu baba aliweza kusema E, ni wingi wa, wa, wa kazi ambazo zinamkabili pale ofisini, ndio maana amekuwa kirudi usiku, ambao siku zingine nilifika mahala akawa malala kule kule kabisa kwa mchepuko, analala kule. Lakini nini kilichotokea, kilichotokea baadaye ni kwamba huyu baba alianza kushawishika sasa ili aweze kumjengea nyumba ya pili sasa huyu Bi Lungi ambaye ni mchepuko, lakini mwisho wa siku aliweza kuiba fedha ya shule kwa sababu e, ile shule ilikuwa a, shule zote zilikuwa zinaingiziwa ile capitation fund kwa maana ya fedha ya serikali, kwa aliweza kuchukua fedha ya serikali na kwenda kujenga nyumba ya bi mdogo e, yule ambaye anaitwa secretary wake ambaye ni Birungi. Wakati wa ukaguzi wa CAG, kama unavyoona mashuleni huwa kuna ukaguzi ambao unapita. Sasa CAG wakati wanakagua e, mapato na matumizi ya shule, ilionekana kuna upotevu wa fedha nyingi sana ambazo zimepotea na baada ya kumhoji huyu headmaster ambaye ni Adieli, ilionekana kwamba zile fedha ameweza kuzitaifisha na au ameweza kujenga e, nyumba ndogo. Maana yake ikaonekana sasa kwamba kwa, kwa sababu ametumia fedha ya umma vibaya, iliamriwa aweze kufukuzwa kazi. Sasa baada ya kufukuzwa kazi huyu baba ilibidi sasa, ili kuweza kupoza maumivu na kuweza kurefresh mind kwamba ameiko kwenye hali ya kuchanganyikiwa, ilibidi sasa aingie kwenye starehe. Kwa maana alianza kunywa pombe, alianza kunywa pombe ambayo ilipelekea ile pombe sasa ikawa imemwasiri kisaikolojia. Nimesema leo tutajifunza chapter 1 peke yake, na nimeweza kukupa preview ya, ya stori yetu kwanza uweze kuiona, na baada ya hapo sasa ili tuende wote pamoja. Na baada ya kuwa mlevi sasa E, ili aweze angalau kujihami na ugumu wa maisha, kwa sababu amezoea kushika fedha, leo anakuja nyumbani hana hata shilingi. Sasa ili aweze kujihami vizuri, kilichofanyika huyu baba ilibidi anakuja nyumbani amelewa. Sasa siku moja akiwa sasa yuko a, a, anakuja nyumbani, anakuja nyumbani akiwa amelewa, amelewa pombe. Sasa hawa watoto ambao a, ni Atuki yule wa kiume na Abuki yule wa kike Walikuwa wameshazoea kwamba baba anapofika melewa, wanajua kwamba leo ni kipigo eh, wanajua leo tunakuja kupigwa. Maanake baba alikuwa akifika, kuanzia mama mpaka watoto ilikuwa ni kichapo. Kwa wale watoto waliishi kwa hofu siku zote, na walikuwa wanaogopa hata wale wanapomwona baba anakuja, kwa hiyo wanaingiwa na ile hofu. Sasa kwa hiyo bora wajifiche sehemu au, ili wasije wakaonekana. Hasa siku hiyo ilitokea baba anakuja, anakuja kutoka sehemu ambayo ameenda kwa ajili ya kupata chochote ambayo ni vinywaji e, vinywaji vikali, alikuwa amelewa. Sasa wakawa vijana wamesikia sauti ya baba anakuja, wakati waliposikia sauti ya baba anakuja ambaye ni Mr. Adieli. Basi vijana hao walikuwa mezani wanakula, wametoka shule, wako mezani wanakula. Kwa kilichotokea sasa, ni nini kilichotokea? Wale vijana, ilibidi yule uh, e, binti akimbie kule sebuleni, akaweze kuleta chakula amwekee baba pale mezani, na yule kijana na yeye sasa ilibidi amalizie msosi haraka haraka, ili akimbie akaende kujificha. Hasa kilichotokea, wakati kijana anakimbia kwenda chumbani na binti anarudi kwa ajili ya kuleta msosi pale mezani, walikutana pale mlangoni uso kwa uso. Kwa hiyo walipokutana pale, waligongana uso kwa uso, kwa hiyo chakula kiliweza kumwagika chini chote. Na baada ya msosi kumwagika, mzee Adieli akawa ameshafika ule muda, alipoona ile tukio akawa anasaga meno kwa hasila, akawa anasaga meno kwa hasila zaidi. Na baada ya hapo sasa alijaribu kuuliza kwamba hii ndio jeuri ambayo mama yenu amewafundisha ya kunidhalau na kunimwagia msosi. Lakini yule kijana alijaribu kujitetea kwamba baba, imekuwa ni bahati mbaya tu, hatujakusudia. Pale pale akawa amepewa kipigo, na kipigo hicho aliweza kushushua kipigo kikubwa sana, yule kijana akawa ameanguka chini. Na baada ya kuanguka chini, yule kijana alipoteza fahamu. Baada ya hapo, yule baba hakuchelewesha muda, kwa sababu so, alikuwa na hasira mpaka na saga meno alirudi tena akampa kipigo kingine ambao e, mwandishi anatuambia aliweza kumpa kitu kinaitwa a e, classic slam, yani kofi maridadi. Sasa lile kofi lilipelekea yule, kofi, yule kijana akawa amezimia. Wakati kichapo kinaendelea, yule mama akawa ameona kinachotokea, kwa sababu alikuwa anatokea kisimani, alikuwa anatokea kisimani kuchota maji, akiwa amejitwika ile ndoo ya maji e, kichwani, akaona ile hali inavyoendelea kwa yule mama alikuja kwa haraka zaidi, na alipofika, yule mama alifika akashusha ile ndoo na kuanza kurushiana maneno na yule mzee, lakini mzee naye sasa hakupoteza muda. Kwa hiyo pale ilibidi sasa ngumi zianze kupigwa kati ya baba na mama. Kumbuka wale watoto wako pale wanaangalia, kichapo kinaendelea. Lakini mzee Adieli alionyesha kwamba alimelewa, lakini wakati wa mpambano sasa ilionekana kwamba yule mzee alikuwa hajalewa. Maana yake kichapo alichompa yule mama kilikuwa ni kichapo cha maana kabisa. Kwa yule kijana baada ya kuona mama yake anapigwa kivile, ambaye ni kijana huyu tumesema baba, kijana mkubwa ambaye wa kiume anaitwa Atoki, ilibidi e, aingie yule ugomvi, akamsaidie mama kwa sababu mama alikuwa amewekwa chini, na mzee Abieli alikuwa anaendelea kumshambulia. Sasa kilichotokea ni kwamba sasa aa, yule kijana kabla hajamkaribia mzee aliweza kupigwa butu la nyuma, akawa amedondoka chini. Baada ya kuanguka chini yule kijana akiwa a, na hali ile mbaya, yule binti ilibidi aendelee kulia kwa sauti, kwa sababu alikuwa hana msaada, kuona pale vita inaendelea na yeye hana hata jirani wa kumuita. Baada ya hapo, sasa yule mama akapata upenyo. Alipopata upenyo, yule mama aliweza ku escape, akaweza kukimbia. Baada ya kukimbia, akatokomea kusiko julikana, na watoto wake wakawa wamemfuata usiku ule na Mr. Dieri aliweza kubaki hapo peke yake. Kwa leo naomba tuishie hapo katika uh, sura ya kwanza ambayo ni chapter 1. Lakini tujikumbushe maswali machache hapa ambayo yanauliza kwamba eh, why is your book reasons for bumping and only at his sister who is holding a tray? Eh, kwa nini Atuki aliweza uh, kugongana uso kwa uso na sister wakati akiwa mdogo wake akiwa amebebelea utaenda kujibu lile swali hapo chini. Swali la pili anasema why does the dad beat his wife? Eh, yeah. Kwa nini baba, eh, eh, kwa nini baba aliweza kumpiga mama? Kwa nini baba aliweza kumpiga mama? Kumbuka mama alikuta, eh, mtoto napigwa, kwa hiyo na yeye aliingilia pale. Kwa hiyo utajibu pale swali lako, jibu pale. Na swali la tatu inasema Does the D come back during the night? Baba baada ya kuona kwamba mama na watoto wamekimbia, yeyeje ye, aliweza kurudi usiku ule? E, alirudi nyumbani usiku ule. Sasa na hilo swali pia nakuachia. Karibu sana ndugu mtazamaji, pale pale unapotufuatilia kupitia mitandao hii ya kijamii, tujifunze pamoja. Hii ni chapter 1 usikose kufuatilia chapter 2 ambayo itakuja hivi soon. karibu sana